Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba umruhusu Katibu Mkuu kiongozi aweze kuketi. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya tukio la uapisho, naomba kumkaribisha Jaji Sivangilwa Mwengesi aendelee na utaratibu wa kiapo cha maadili kwa kiongozi aliyekula kiapo Hivi punde e, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Jaji karibu.